Unawezaje ku prioritize vitu vyote viwili ya maajiriwa alafu huko na biashara? Ni ngumu sana. Siwezi kudanganya. Yaani ni ngumu sana. Kuweza kufanya mabwana wawili, yani huwa ni ngumu sana. Lakini ambacho unaweza kufanya, ule ufahamu ukishakuwa juu ndo unaweza sasa kunyanyuka kwamba nitoke kazini nikasimame kwangu. Lakini pili ukiwa unaanza mdogo mdogo, unakubalika unaweza kwa manage huku na huku. Subiri mpaka ile kule ikuite biashara, kwa sababu watu wengine wanaamua wao. Biashara huwa zinaongea kama mtu. Sasa huwa kuna contradiction kati ya mmiliki wa biashara na biashara. Mmiliki anaongea na biashara inaongea, alafu mmiliki kwa sababu ni mwenyewe anaikandamiza biashara. Inasema usije usije, kaa kwanza huko, nasema naenda tu, si ni kwangu alafu ukienda huna resource ya kulipa mshahara, hujiwezi kujilipa hata mwenyewe, hata wasaidizi huwezi kuwalipa. Sasa unakwenda kufanya nini kwa? Usubiri biashara iseme njoo, halafu hama, itakusaidia usihame kabla hajakuita usijipeleke, wewe utaenda kuiua.